Wewe, wewe, katika ndoto kutimiza kusudi la Mungu, muniani nikusikie wewe.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, karibuni sana. Neno la Mungu linasema msiache kukutanika. Haleluya! Tumejikuta tuko zaidi ya wawili, kwa hiyo tufungue mioyo yetu, ili Mungu atukugulie Unajua, mtu anaweza kusema, kwa muujiza wangu nimeutafuta miaka na miaka mm, lakini kumbe Mungu akathibitisha leo leo. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo tujiachilie mbele za Mungu. Mungu hapangiwi, haleluya, na Mungu pia hafundishwi, ila moyo wako wewe ndio unamhamasisha Mungu aweze kukuhudumia vile yapendavyo. Haleluya, karibu mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Itoshe hivyo kama ni mtumishi wa Mungu sema aleluya. Lakini nashukuru kwamba tumekutanika hapo kwa sababu ya Mungu mwenyewe. Mimi sikujua kama nitakuta watu wengi hivi. Bwana anazuia, nasikia tu nitoka kule napata mkwamo, lakini leo nimekuja na maana. Mungu leo alikusudia, na kwa sababu ilikuwa tangu Jumanne lakini sikuweza kufika lakini nimefika leo Ijumaa. mm -hmm. na maana ni siku leo, pango langu mwenyewe tukutane hapa kwa siku ya leo. Nashukuru pia nimeona watumishi wa Mungu wanaofanya kazi ya waandishi wa habari, Mungu atawasaidia kwenye kazi yenu. Na ndugu yetu pale, usijali, Mungu atakuponya, Mungu yuko na atakufungua na utakuwa huru. Kwa tunashukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo kwa sababu ya kusanyiko hili, wote ambao tuko hapa ni Mungu mwenyewe, asiwepo wa kusema kwa nini tuko hapa, lakini wote tujue ni Mungu ndiye aliyeweka hapa. Luka 18:1, akawaambia mfano mm -hmm. ya kwamba imewapasa mm -hmm. kumwomba Mungu mm -hmm. siku zote mm -hmm. wala wasikate tamaa. Amina, amen. Naomba usome Luka 1:37. Luka moja thelathini na saba, Luka moja thelathini na saba. Mm -hmm. Anasema hivi kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Ya, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hapa tunaona Biblia inasema aa cha Luka sakwanza inasema akawaambia <laughs> mfano kwamba inapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate nini, tamaa tama. Hili ni neno ambalo Yesu aliwapa wanafunzi, aliwaambia wanafunzi wake kwamba mnapaswa kuomba bila kukata tama. Tama. Kwa nini ili andiko tumelisoma jioni ya leo? Ili andiko tumelisoma kwa sababu sisi wote tulio hapa, hakuna mtu ambaye hana nalo lipitia Sema haleluya. Mm -hmm. Ni kwamba tujadiliane tu kwamba mimi niko hivi, niko vile. Kila mtu ana changamoto yake. Sasa hilo neno linatupa nguvu la Luka 18 sura ya kwanza. Inavyosema kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Unajua kuna tofauti kati ya kuomba siku moja na kuomba siku zote. Lakini watu wa Mungu wengi wao huomba tu wanapoona matatizo yapo wao ukurubuka pale, wanapoona tayari kuna shida kwenye maisha yao, tayari wana matatizo, ndio watu wa Mungu wanakumbuka kumbe unakusali kunakuomba. Ndio sasa mtu ndio anaona, anaanza kuomba siku zote. Lakini tunaambiwa tuombe siku zote kwa sababu hatujui wakati ambapo hali itakuwa mbaya zaidi au itakuwa ile ile kwao. Tunapoambiwa tuombe siku zote, wala tusikate tamaa Manaake anaweza akatokea mambo ya kutukatisha tamaa, mambo ya kutuvunja moyo, mambo ya kuona kwamba hatuwezi kwenda ngambo ya pili, mambo ya kuona kwamba mbele kuna bahari, kulia kuna ukuta, kushoto kuna ukuta na nyuma, jeshi la Misiri linakuja lina linaasira, nasisi sema aleluya. Aleluya. Oh, ukiona vile unatakiwa ulisome lineno kwamba kumbe inatakiwa niombe hata kama hakuna shida hata kama hakuna nalopitia natakiwa niombe, kwa sababu ni kwa mujibu wa Biblia kwamba tuombe siku zote wala tusikate tamaa. Lakini Luka moja msara wa thelathini na saba inasema ya kwamba kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa hiyo anatuambia hapa tuombe siku zote bila kukata tamaa. Luka anakuja kutuambia tena msara sura ya, ya kwanza mstari wa 37 ya kwamba kwa kuwa hakuna neno hakuna neno, unajua neno, hakuna neno lolote lisilowezekana kwa Mungu. Huku tunaambiwa msisitizo wa kuomba, huku anatuambia mnapoomba, jueni ya kwamba hakuna neno lolote lisilowezekana kwa huyu wamaga Mungu ambaye mtamwomba nini siku zote. Bwana Yesu adhibiwe. Hakuna neno lolote lisilowezekana kwa huyo Mungu ambaye tunamwomba siku zote kwayo, nane, na ukachuko, bifu, sema, kwa hiyo ukiunganisha Luka 18 na Luka 37 ukachukua ukaomba haleluya. kwa sababu anasema tuombe siku zote, huko anakuja kusema, eh, hakuna neno lisiloweze, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu na maana halipo, liwe dogo liwe kubwa Biblia na namna gani hakuna neno lisilowezekana kwake Mungu sema haleluya. Hizo ni akili tu, angalia neno linasema nini juu yako. Kama neno linasema haya mambo yote ni mepesi, basi simamia kile Mungu anasema, usikubali wanadamu. Maana wanadamu, sikia, Mungu alipomaliza ibada yake ele wanadamu wakatokea, ni wanadamu. Sasa mapepo mauchafu akasema, ati Mungu kasema nini Ati Mungu kasemaje? Yaani unaweza ukamaliza ibada hapa vizuri. Ukatoka hapa vizuri kanisani, ukawa huko mtaani. Ukakutana sasa na ile ile joka yu, lile la bustani ya Eden na kwambia eti mtumishi kakufundisha nini? Kasema utakuwa tajiri. Mbona haya utajiri? Amesema utakuwa na gari. Mbona haya ile gari ile kuona kinielekesha. Hata maskeli hata. Atakuwa amekudanganya kwa kwa mafundisho yake. Lakini, lakini, lakini sikiliza, huyu Mungu bwana ni Mungu wa ajabu. Kuna mtu mmoja huwa sitaki niacha mali zake ambayo watafa, aa, huyu mtu alienda kwa nabii Samuel, hana chochote tena, ya kwamba akiba yao ishaisha. Samuel kijana kuna chijicheji alibaki nayo ndio akasema hapa, kidogo nina fedha kidogo, tuende kwa kwa mtumishi, tukimpa hii anaweza kutufadhilia habari ya njia zetu. Sema haleluya! Sema haleluya! Ndio wakaenda.